Sasa una ujasiri, ujasiri uko nao. Maanake kokana mtu ambaye si ndugu yako ulijuana tu, kunataka kazi kweli? Kunataka kazi kweli? Maana mjuani ndo mnajua na tabia, mnaishi pamoja, wewe umjui tabia zake na wewe hakujui tabia zako. Sasa mnaanza kujua na tabia hapo, kwa kujua na tabia, sasa kazi inapatikana hapo kama sio mzoefu na kama hujatulia akili yako, mahali pagumu hapo. Mnaotaka kuwa wapenzi, ama mkua wa wili wawili, mkua wa wili wawili, mimi sina shida, mimi nimetulia tu. Unaona, kwa peke yangu hapa na enjoy maisha bila stress unaweza ongeza stress mwenyewe ama ukapunguza stress mwenyewe. Maisha ya ndoa ni matamu, ila yana changamoto nyingi sana.